endelea na zoezi la uhamasishaji kwa wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya uchaguzi, ambapo tumeandaa matamasha mbalimbali ya uhamasishaji, pia tumeandaa magari ya matangazo, pia tumeandaa michezo mbalimbali ambayo inasaidia kwenye kuhamasisha wananchi kujitokeza kwenye zoezi la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 kwa mujibu wa kifungu cha 691 cha sheria ya uchaguzi na cha sheria ya uchaguzi wa rais wa wabunge na madiwani namba 1 mwaka 2024, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Igunga Manonga anaotangazia wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura tu la tume huru la taifa ya uchaguzi kuwa uchaguzi wa rais ubunge na madiwani utafanyika siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba 2025. Vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndivyo vitakavyotumika kupiga kura. Vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi kamili jioni. Vituo vya kupiga kura vya magereza vitafunguliwa saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa sita kamili, saa tisa alasiri. Pamoja na tangazo hili kwa kila kituo cha kupiga kura zimebandikwa taarifa zifuatazo: mfano katasi yenye majina ya picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao vya, vya siasa kwa uchaguzi wa Rais wa bunge la madiwani, orodha ya majina ya wa wapiga kura walioandikishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Pia kuna orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja ya Rais. Nichukue fursa hii